Sheria ya ununuzi wa umma katika nchi yetu Tanzania imepitia mabadiliko, na nadhani hili ni badiliko la la nne, litakuwa kama sio la nne la tatu. Sheria ya kwanza iliyounda taasisi hii ilikuwa sheria ya mwaka elfu mbili na moja, lakini haikuchukua muda, tukapata sheria nyingine ya elfu mbili na nne ambayo iliendelea kuihuisisha huisi, kui au kuihuisha kui taasisi ya PPAA, na takriban baada ya miaka kadhaa tukapata sheria nyingine tena ya mwaka 2011 ambayo iliendelea kuiacha hai taasisi ya mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Na hivi karibuni ni kama 2023 tulipata sheria nyingine mpya ambayo iliendelea kuiacha hai taasisi ya mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Na katika sheria hii ya mwaka 2023, sheria namba kumi, ukienda katika kile kifungu cha 112 utagundua kwamba PPA imepewa majukumu kadhaa, lakini ningependa kuyataja matatu asubuhi ya leo. Jukumu la kwanza ambalo PPA inalo ni jukumu la kupokea na kusikiliza malalamiko na rufaa zinazoibuka ndani ya mchakato wa ununuzi wa umma. Kwa hiyo pale ambapo mzabuni anapokuwa ana lalamiko au ana rufaa yake ambayo itakuwa imeanza kwa taasisi nunuzi husika, akiona bado haki yake hajaipata haja, anaweza akapiga hodi Mamlaka ya rufani ya zabuni za umma. Jukumu la pili ambalo PPAA imepewa kisheria ni pale ambapo mzabuni anapofungiwa. Mamlaka ya rufani, mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma yaani PPRA, imepewa jukumu kisheria la kuwafungia wazabuni au mzabuni ambaye labda atakuwa ametelekeza mradi au atakuwa amefanya forgery katika inawezekana zikawa ni document au vinginevyo. Mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma imepewa kisheria kabisa kwamba wazabuni wa aina hiyo ina uwezo wa kuwafungia, lakini sheria haiku toa tu jukumu la kuwafungia moja kwa moja, imetoa nafasi kwa mzabuni kujitetea. Sasa kama wewe ukiwa ukiangukia katika hilo kundi, milango iko wazi kwa mamlaka ya rufani ya zabuni za umma, tunakukaribisha, kwa sababu unaweza tukapokea shauri lako au rufaa yako na ikasikilizwa na kutolewa maamuzi, na kama ilikuwa hupaswi kufungiwa, hutafungiwa. Lakini kama ni kweli, itathibitika kwamba ulitelekeza mradi au ulifanya forgery, PPA itaendelea kupigilia nyundo kwamba ni lazima ufungiwe. Jukumu la mwisho ambalo PPA imepewa kisheria, sio kisheria, ili ni jukumu ambalo nadhani liko kimya kimya na mara nyingi wanasema niko kimya, kwa sababu uh, tumepewa nafasi ya kutengeneza moduli, lakini tuna tumewaita kwa ajili ya mafunzo. Kwa hiyo tunatoa mafunzo kulingana na kazi zile ambazo tunazozifanya, lakini pia tunahabarisha umma kuhusu haki zao. Kwa hiyo ni majukumu matatu ya msingi ambayo mamlaka ya rufani ya zabuni a inayo. Lakini kwa nini mamlaka ya rufani ya zabuni iliundwa? Kuna malengo kama mawili. Lengo la kwanza, ndugu washiriki, ni kwamba PPAA iliundwa kushughulikia migogoro itokanayo na michakato ya ununuzi wa umma kwa muda mfupi zaidi, tofauti na mahakama za kawaida. Wote tunafahamu kwamba mara nyingi shauri likienda mahakamani linaweza likachukua muda mrefu sana. Kwa sababu serikali haitaki miradi ambayo inawaletea maendeleo wananchi ichukue muda mrefu, ndio maana iliunda hiki chombo, ili lalamiko au rufaa iweze kushughulikiwa mara moja na kwa wakati, iruhusu miradi iweze kuendelea. Lengo lingine ambalo a linafanana na hilo ni kwamba mamlaka ya rufani ya zabuni za umma inahakikisha kwamba sheria ya ununuzi wa umma inazingatiwa, na hili likifanyika linaipatia thamani halisi za umma thamani halisi ya fedha kwa manunuzi yale ambayo serikali itakuwa imefanya. Serikali ya awamu ya sita chini ya uongozi imara na mahiri wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, imeendelea kudumisha misingi ya utawala bora ikiwemo haki na usawa na kuendelea kusimamia miradi ya kimkakati yenye tija kwa nchi na hivyo kuiwezesha serikali kuwaletea wananchi wake maendeleo katika nyanja mbalimbali. Kama unafuatilia vizuri katika sekta ya ununuzi wa umma, utagundua kabisa kwamba asilimia takribani sabini au zaidi mara nyingi huwa naweza nikasema kwamba asilimia tisini ya, ya bajeti ya serikali inaweza ikawa inaenda katika manunuzi. Ina maana kwamba kama kuna sehemu ambapo jicho linapaswa liwe angavu au watu wafuatilie kwa ukaribu zaidi ni katika eneno, eneo la ununuzi wa umma. Sasa serikali kuhakikisha kwamba hili eneo la ununuzi wa umma linaleta matokeo ambayo serikali imekusudia, imetunga sheria, imetunga kanuni na miongozo ili kusimamia a sekta ya ununuzi wa umma. Ndugu washiriki, katika kipindi cha serikali ya awamu ya sita PPAA au mamlaka ya rufani imeweza kushughulikia mashauri 185 yaliyotokana na michakato mbalimbali mbali ya ununuzi wa umma. Aidha, katika mashauri hayo mngependa kujua kwamba PPA ilizuia utoaji wa tuzo kwa wazabuni 36. Kwa nini? Kwa sababu wazabuni baadhi yao walikuwa hawana uwezo wa kifedha, wengine walikosa sifa za kitaalamu za kutekeleza zabuni husika. Hatua hii iliepusha serikali kuingia katika mikataba ambayo ingepelekea kuwa na utekelezaji wa miradi usioridhisha na hivyo kusababisha upotevu wa fedha za umma na kuchelewesha maendeleo stahiki kwa wananchi. Ningependa mfahamu kuwa, ndugu washiriki, kwa PPA kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha kama ambavyo mmeona asubuhi ya leo. Mara nyingi unaweza ukafikiri kwamba tunatembea wenyewe, lakini kwa kamishna msaidizi kuwa hapa ni udhihirisho dhahiri kwamba sisi tuna uwezo wa kutembea kwa sababu wizara iko nyuma yetu Wizara inatutegemeza na kwa sababu hiyo ninapenda kutoa shukurani nyingi sana kwa wizara, kwa sababu hata hiki ambacho kinachoendelea asubuhi ya leo hapa ni kwa sababu wizara iko nyuma yetu. PPAA kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha, Ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na taasisi zinazosimamia ununuzi wa umma nchini kama jipsa PPRA, PSTB, a zote hizi imeweza kushirikiana katika kutunga upya sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 na kanuni za ununuzi wa umma za mwaka 2024. Sheria mpya ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 iliyoanza kutumika Juni 2024 na kanuni zake Julai 2024, zimeleta maboresho mbalimbali mbali katika eneo hili la ununuzi na ugavi wa umma ikiwemo kupunguza muda wa kushughulikia malalamiko na rufaa zinazotokana na michakato ya ununuzi wa umma. Labda ningependa mjue hili kwamba muda wa kuwasilisha malalamiko kwa taasisi nunuzi umepunguzwa kutoka siku saba za kazi hadi siku tano za kazi. Eneo lingine ambalo muda umepungua ni kwa afisa masuhuli wakati anaposhughulikia malalamiko ya zabuni au rufaa, umepungua a, ma, malalamiko ya zabuni umepungua kutoka siku saba hadi siku tano. Aidha, pale ambapo afisa masuhuli ataunda jopo la mapitio ya malalamiko basi atatakiwa kutoa uamuzi wake ndani ya siku saba za kazi. Sheria haikuacha tu hapo hata sisi mamlaka ya rufani ya zabuni za umma tumeguswa, kwamba muda ambao tulikuwa tunachukua wa siku saba za kazi ili ambao ulikuwa umetengwa kwa ajili ya wa wazabuni kuwasilisha rufaa zao umepunguzwa kutoka siku saba mpaka siku tano za kazi. Sambamba na hili, mamlaka ya rufani ya zabuni za umma nayo haikuachwa, kwa sababu siku za kushughulikia malalamiko au rufaa zimepunguzwa kutoka siku 45 hadi siku arobaini. Kwa hiyo nipende kusema hivi. Haya mabadiliko yaliyoletwa na sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023, PPAA kwa kushirikiana na Wizara ya Fedha na ofisi ya Mwanasheria Mkuu wa Serikali na taasisi zinazosimamia ununuzi wa umma nchini imeandaa pia kanuni za rufaa za ununuzi wa umma za mwaka 2025 ambazo zimetangazwa kwenye gazeti la serikali tarehe 31 mwezi wa kwanza 2025 kupitia je namba 65 stroke 25 2025. Kanuni za rufaa za ununuzi wa umma ni mmoja kati ya miongozo inayotumika inayotumiwa na PPA katika kushughulikia malalamiko na rufaa zinazowasilishwa mbele yake. Moja kati ya maboresho yaliyoletwa na kanuni hizi ambazo zinaendana na matakwa ya ununuzi wa umma, sheria, ambazo zinaendana na matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma ya mwaka 2023 ni takwa la kuwasilisha malalamiko na rufaa kupitia mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma yaani NEST. Takwa hili la kisheria linaendana na mabadiliko yaliyoletwa na serikali ya awamu ya sita, ambapo kipaumbele kimewekwa katika matumizi ya teknolojia katika utekelezaji wa majukumu yake. Ndugu washiriki, ili kuendana na matakwa ya sheria ya ununuzi wa umma pamoja na kanuni za rufaa za ununuzi wa umma za mwaka 2025, PPA kwa kushirikiana na PPRA, yani mamlaka ya udhibiti wa ununuzi wa umma, imetengeneza moduli ya kuwasilisha na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki, yani complaint and appeal management module, katika mfumo wa kielektroniki wa ununuzi wa umma, yani NEST. Ndugu washiriki, kwa sasa moduli hii imekamilika na hivyo naomba kutumia fursa hii kualika kushiriki mafunzo ya moduli hii ya kupokea na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki iliyopo ndani ya mfumo wa NeST ili kutuwezesha sote kwa pamoja kuisaidia serikali kupata thamani halisi ya fedha inayotumika katika mambo mbalimbali yanayokusudia kuleta maendeleo kwa wananchi. Wananchi wenyewe ni sisi wenyewe hapa tuliokaa. Labda ningependa kuwajuza ndugu washiriki kwamba haya mafunzo ambayo yako Mbea sasa hivi ni mafunzo yanayofanya mwendelezo wa mafunzo yaliyofanyika katika kanda zingine. Tumeshatembelea kanda ya pwani ambayo inajumuisha mikoa ya Dar es Salaam, Pwani, Tanga na Morogoro. Tumetenge, tumetembelea kanda ya ziwa inayojumuisha uh, washiriki kutoka mikoa ya Mwanza, Simiu, Geita, Shinyanga, Mara na Kagera. Na pia tumeshatembelea kanda ya kaskazini inayojumuisha washiriki kutoka mikoa ya Arusha, Kilimanjaro, Tanga na Manyara. Uh, baada ya kusema hayo machache ninaomba kutamka kuwa mafunzo ya moduli ya kuwasilisha na kushughulikia malalamiko na rufaa kwa njia ya kielektroniki kwa kanda ya nyanda za juu kusini, yaani mikoa ya Mbeya, Iringa, Njombe, Rukwa na Songwe yamefunguliwa rasmi.